Umenileta huku hanakisha, mimi sijanunua kitu. Mbona jinga sana wewe! Yaani unazunguluka tu, unasalimia supermarket nzima, mimi nimesimama tu kama nasubiri kifo. Kwa wewe kuweza inabidi sikilize. Mimi nikisema yombo lamba guu yangu, na lamba. Nikisema yombo bebe, mimi na beba. Nikisema yombo peleka, mimi chooni na peleka. Mume yangu nalipa wewe, lazima ufanye chochote kile. Ee Mungu wangu, naomba uzuie mdomo wangu nisije nikamnyea huyu mama. Kaparalaizi we mwanamke, naomba uzuie hilo bwawa lako, tufike nyumbani salama. Tanzania, jinga sana mwintenda. Nyumbani we takuja na gu akili kushike. <laughs> Yaani na kuhesabia mpaka kumi, kama ujafika nyumbani na mkono mmoja basi, utafika na mimba yangu. Anyway, jinga jinga. Yani we jingajinga, yani jadu telina zale kuchota he jimbre sarabat <coughs> nikikunyamazia utanizowea, jadu shangazi yako mza, yule kibwengo wako wa nyumbani. Yani nitakupiga kofi nishushe hayo mashavu kama mapaka ya majaralani. Mwanamke gani na mashavu kama kaficha mandazi sasa mmechokoza moto mimi, so mume yangu mi, nakutukana najifanya zuri sana domoni. Umekwabiliani wewe, yani ukisha shiba unasumbua mwindiganya, nakula makande. Yani sura ya India, tumbo la Tanzania, miguu ya Kenya, akili ya mende. We navuta bangi? tunavuta wote, ndakulamba kofi upoteze mwelekeo <coughs> Yani, tukifika nyumbani salama niite mbwa. Yaani leo nitakusukuma hata mtaloni utoke, hata mkono tuone, mtanifanya nini? Wenjana kosomboa, tuende nyumbani kale baba yako sikapika nyumbani <coughs> haya. Marehemu alikuwa mbishi, nani marehemu, utamuona. <coughs> Utamuwona. <uo, natu? coughs>